Alipoishia mama yetu Jessica, yeye anaenda kumalizia kwa spidi kubwa kabisa, ndugu yetu Fadhili Ngajilo. CCM oye! CCM safi! Ndugu zangu wanachama wa chama cha mapinduzi, wananchi wa kata yetu ya Kihesa, wapiga kula wetu, tumemleta kwenu ndugu yetu Fadhili Ngajilo. Sifa zake zimeelezwa hapa kedekede na waliotangulia wa, wa kuzungumza wajibu ni kwetu sisi ndugu zangu wananchi wakatai ya kesi kwa sababu muda ni mchache hata kwa muda uliopo lakini atakuja kutembea kuomba kula mtaa kwa mtaa nyumba kwa nyumba lakini mpaka kitanda kwa kitanda atafika sisemoyo mumpigie makofi kijana wetu basi naomba uombe kula baada ya hapo muombe daktari Samia Suluhu Hassan na kisha umwombee kaka yetu Kabelege na uombe kula za chama cha mapinduzi karibu sana Sisiemu oye, kina mama motomoto, wazazi uchungu wa mwana, vijana e. Iringa ra Asante sana ndugu zangu wana Kihesa, mimi niliyosimama hapa mbele yenu naitwa Fadhili Ngajilo, ndiyo mgombea wa jimbo la Iringa mjini nafasi ya ubunge. Nimekuja hapa kuomba kura zenu zote. Wangapi watatupatia kura zao? Sisiem oye! Yeah, yeah, yeah. Naomba kura pia kwa ajili ya Hosea Kaberege, diwani wa kata ya Kihesa. Yeye namfahamu kama alivyojieleza, nimefanya naye kazi sana, namfahamu vizuri. Naombeni mnipe Hosea Kaberege kwa ajili ya kazi iliyo mbele yetu. Kaberege oye! oh yeah, yeah. lakini yeah. lakini lakini msingi wa wote sisi foundation ni Dokta Samia Suluhu Hasani. Wangapi watampa kula Dokta Samia Suluhu Hasani? mikono juu mikono juu mikono juu mikono juu, CCM oye, Dokta Samia Suluhu Hasani, mitano tena, Dokta Samia Suluhu Hasani. Asanteni sana ndugu zangu, kutokana na muda na mmeambiwa muda umbaki mchache sana, na sisi CCM tunataka tuonyeshe mfano wa kutunza muda. Tumebakiza kama dakika saba hivi, kwa hiyo nitazitumia vizuri, na nyinyi naamini watu wa Kihesa ni wasikivu sana, mtanisikiliza kwa machache nitakayowaambia, na mtatupigia kura nyingi. CCM <coughs> oye! Oktoba 29 haya. <coughs> Mambo mazuri yamezungumzwa hapa, lakini nianze kwa kuwashukuru sana nyinyi wana Kihesa kwa kuja kwenye mkutano huu. Mmefanya vizuri na kwa kweli niwaambie, nimetembea kwenye mikutano mingi ila nyiye mmetia fora. Kihesa oye! lakini ni kushukuru sana dada yangu Jessica Msambata vangu, nakushukuru sana kwa maneno mazuri umenadi vizuri ulipoishia, na kuhakikishia, hatutakuangusha tutaenda mbele vizuri na amekuwa mwalimu mzuri sana wa kwangu kwa ajili ya kunionyesha njia wapi niekee, okay. CCM oyee! Ndugu zangu, nina nimemsikia, nime, diwani wenu Kaberege, semeni, diwani wetu e, amebakia tu kuapishwa, au sio jamani? yeah. <laughs> nimemsikia ameongea mengi ameniomba tushirikiane mimi nimuhakikishie, Kabelege, tutashirikiana vizuri na tutahakikisha haya yote aliyoyasema hapa yanatekelezwa kwa asilimia ya mia moja. CCM, amezungumza mengi kuhusu eh, elimu eh, afya, mmezungumzia kuhusu baipasi eh, wamezungumza kuhusu maendeleo mengi na nyinyi wenyewe mmemsikia hapa yote haya tutashirikiana kuhakikisha kwamba yanatekelezwa yana ndani ya Kihesa. Lakini niwaambieni wana Kihesa, mna bahati sana. Miaka hii michache ijayo, hii bypass inaenda kukamilika ndani ya muda mfupi tu, na kama mmefika pale, wamesha isafisha ile barabara, imebaki kubomoa ule mlima peke yake, na tumeshawaomba yule mkandarasi, tumeshamwambia akisha bomua mlima, magari yaanze kuruhusiwa kutumia barabara ile, hata kabla hatujaweka lami, waruhusu tuanze kupita kuizoea zoea, au sio? Kufanya nini kuzoea zoea. Barabara ile itafungua uchumi wa Kihesa, lakini kuna mpango mkubwa wa kujenga barabara kutoka Nduli kupitia Kigonzile kutokeza hapa Iringa University. CCM oyee! Unaweza ukaona namna maendeleo yatakavyokuwa yanamiminika Kihesa. Yote hayo ni mabomba ya kuleta maendeleo hapa. Ina maana Kihesa itaunganishwa na airport. Kihesa itaunganishwa na barabara kuu ya kutoka Dar es Salaam na Mbeya huko kote, chochote kitakachokuwa kinafanyika, maana yake maendeleo yatamiminika wapi? Kihesa. Na nataka niwaambie hivi, kawaida ya maendeleo, ukitatua kero huwa yanaleta nini? changamoto sawa sawa, tunatatua hiyo kero ya kujenga hiyo hizo barabara za lami nzuri kabisa, lakini mjiandae, tutapata changamoto. Changamoto zenyewe zitakuja kwa nini? Kwa sababu maendeleo makubwa yatakayotokea eneo hili hapa, watu watajenga maloji, kutafunguliwa maduka, wale wawekezaji watajitokeza, watu watajenga maduka, majumba mazuri na kadhalika. Kwa hiyo zitajitokeza changamoto kadhaa, mfano tutahitaji sasa kuanza kufikiria kujenga stendi ndogo ya Dodoma ambayo ni nzuri. Ile iliyopo pale kwa kweli ile mimi sikubaliani nayo. Ile ni stendi sawa, inatumika sasa hivi, lakini lazima tutafute utaratibu wa kuwa na stendi ya kistaarabu. Hatuwezi kusimamisha mabasi makubwa yale barabarani Iringa yote, tutaonekana kama sisi viongozi hatufikiri vizuri. Sisi eye lazima tuwe na stendi ndogo ya kusimamisha mabasi ya Dodoma. Baada ya kukamilisha hii miradi miwili hii ya Nduli kuja eh, Iringa University mpaka kutokeza barabara yetu ya lami hii ya Dodoma Road na hiyo barabara ya bypass ambayo itakamilika, sisiem oye. Ndugu zangu, nilitaka kugusia hayo, najua ya soko la Kihesa yameshazungumzwa, lakini nina jambo eh, nina mambo mengine ambayo naweza nikazungumza kama kama mbunge mtarajiwa. Semeni mbunge mtarajiwa CCM! Oye! wakina mama, vijana, najua kiu yenu kwenye mitaji. Mimi ndiyo jibu lenu. Nataka niwaunganishe na pesa, nataka niwaunganishe na taasisi za kifedha. Najua hapo kuna changamoto kubwa, tutashughulika na hiyo changamoto. Ninataka kuwahakikishia makundi mengine yote ya vijana, bodaboda, mamalishe, bajaji, data, daladala, wote mpo kwenye mpango wangu, tutashughulikia changamoto zenu, na ninataka niishi na nyie kama ndugu yenu, kama mdau wa maendeleo katika sekta zenu. CCM oyee! Lakini msisahau Kihesa hii, Kihesa hii iliteuliwa kuwa na mradi wa utalii Kihesa, au sio Mheshimiwa mbunge mstaafu? Si Kihesa kuna mradi wa utalii wa Kihesa Kilolo? E, kwa hiyo Kihesa mlipewa nafasi ya kipekee kupewa mradi wa kuwa na utalii Kihesa, sawa jamani? pale panatakiwa pachangamke. Sasa mimi Ngajilo kwa kushirikiana na Kaberege tutaenda kusukuma hiyo agenda kuhakikisha kwamba miradi iliyokusudiwa pale inatekelezwa. Miradi ya pale jamani, mimi nimeanza kusikia hata kabla ya Jessica nimeisikia akiwa anaizungumzia Mama Monika Ngenzi Mbega, anazungumzia habari za uwekezaji wa miradi ya kitalii pale Kihesa Kilolo. Na leo hii bado tunazungumzia miradi hiyo hiyo na bado hapajachangamka sisimoye. Kwa hiyo sasa, nimepewa maelekezo na ilani ya uchaguzi kwamba sasa ni wakati sahihi wa kutekeleza ile miradi sisimoye. Nimesema ningekuwa na muda ningewachambulia jambo moja moja. Kwa hiyo mjiandae kwamba pale tunaanzisha miradi kadhaa na Kihesa, muwe tayari kuipokea sisiemu hoye. Ndugu zangu wa Kihesa, mnanijua mimi ni mwana michezo, si mnanifahamu? Ninatamani kuona Kihesa inashughulika na shughuli za michezo, shughuli za michezo, na nimeshaahidi sehemu nyingine kwamba tutapata timu ya ligi kuu, lakini nyie Kihesa Kihesa mna historia ya kuwa na timu yenu ilikuwa inaitwa Kihesa Stars, uongo kweli? Sasa nataka mrudi muwe na ile timu yenu ili muweze kuchangamsha korido hii ya Kihesa. Mjue nyinyi Kihesa, Kihesa ni sehemu ya manispaa, na nyinyi tunapozungumzia kuunda jiji, maana yake nyinyi mna mchango mkubwa kwenye jiji hili la Iringa, Iringa mjini. Iko siku nawaambieni sio mimi sio nabii, lakini nawaambieni, iko siku wana Kihesa, mtatamani muwe na jimbo lingine linaitwa jimbo la Kihesa, mtatamani muwe na mbunge wenu wa Kihesa. Kihesa oye! Sasa hamwezi kufika huko kama hatutashirikiana kuibadilisha Kihesa, lazima tuibadilishe na tuikimbize kwa kasi sana, ndio maana mimi mnaniona ninazungumza, ninazungumzia maendeleo. Ninagusa maendeleo ya mtu mmoja mmoja kwamba tutashughulika wakati wa uongozi wangu, wakati wa uongozi wa Kaberegi, tutashughulikia changamoto za mtu mmoja mmoja katika shughuli zake anazofanya za ujasiriamali mali. CCM oye! Hivi zinabaki dakika ngapi? <laughs> huko mbona amniambi amni. Sasa naomba niwaambie ndugu zangu Wanairinga, Nina meseji, semeni meseji. Nina meseji nzito sana lakini kwa Iringa yote manispaa, sio Kihesa peke yake. Nilikuwa nataka niwaambie hivi wana Iringa, na naomba waandishi wa habari mnifikishie hii meseji kwa vijana wote wa Iringa, kina mama wote na wananchi wote, kuna jambo ambalo lina linatakiwa lina lizungumzwe Iringa, swala la ujasiriamali tumekuwa tukizungumza sekta mbalimbali za ujasiria mali maeneo mbalimbali ya kuwawezesha watu, lakini kwa muda mrefu hatujazungumzia suala la uchimbaji madini ndani ya mkoa wa Iringa. Sisi emoe najua, oye najua mtakuwa surprised, sasa madini na kihesa vipi? Hata meza kuu mtakuwa mmeshangaa, madini na kihesa vipi? Nataka niwaambie, nimesema nataka kuzungumza kama mbunge, nimesema nazungumza kama nani? Kuna hoja kuna haja ya madini Iringa huwa haizungumzwi, na mimi Ngajilo mtaanza kunisikia ninazungumzia swala la madini Iringa. Iringa ni mkoa wa madini, nataka niwaambieni, haijazungumzwa mahali popote. Ngajilo nali, nalianzisha hilo. Nataka kuambia vijana wa Iringa, wakina mama wa Iringa, anzeni kuchangamkia fursa za madini Iringa. Mkoa wa mali, wa, wa Iringa umebarikiwa na Mwenyezi Mungu na madini kila mahali, na, na wale wanaotaka kupata ushahidi wafike ofisi za madini zilizopo hapa manispaa. Ntawapieni mambo haya kwa ushahidi kwa ushahidi kabisa. Kwanza la, wangapi hapa wanajua kwamba kuna soko la madini Iringa? Wanyoshe mkono kama mnajua soko la madini, alafu nitakuuliza lilipo. Ujiandae, nitakuuliza lilipo, uniambie liko wapi. Nyosha mkono. Hakuna anayejua eh? nani anajua eh? Njoo useme ah, Steve wajue sisi <laughs> mwe. Ndugu zangu sikilizeni, sasa nisikilizeni, muda umebaki kidogo na nataka niweke hoja hii kwa ajili ya wana Iringa manispaa, mnisikilize na mkoa mzima wa Iringa nazungumza na, na Iringa nzima. Sasa hivi sisi oye, niliwaambia mimi nitakuwa sauti yenu wana Iringa. Mambo nitakayozungumza mara nyingi yatakuwa yanawastaajabisha, na waleteni ajabu. Hilo la kwanza, Iringa ina madini mengi ha, hamjapata kusikia. Mwenyezi Mungu amebariki ardhi hii ya Iringa kwa madini mengi sana. Sasa niwaambieni, sisi Iringa mjini, mimi kama mbunge najiandaa kuanza kuwatengeneza vijana wangu wa Iringa, wakina mama walio tayari kuingia kwenye sekta ya madini. Tutakuwa na semina za kuwaandaeni kwenda kuchimba madini. Wale watakaopenda kuanza kufundishwa elimu ya ujasiriamali ya uchimbaji madini, nitawafundisha. Kuna mtu ataniuliza sasa, tutachimba wapi madini hapa mjini? Migodi iko mingi ndani ya mkoa wa Iringa, nitawatajia majina kwa kifupi. Kuna migodi mingi tu. Ukienda Mfindi, kuna mahali panaitwa Ihomasa. Wale tutakao wafundisha tutawapeleka Ihomasa, nendeni mkapaone kama mtapenda kuchimba pale, pana dhahabu. Kuna Mfindi tena mgodi unaitwa Ihanzutwa, una dhahabu kibao, mkachimbe kule. Mfindi pia kuna mgodi unaitwa Sinai, mkachimbe. Isimani hapa jamani, kuna mgodi, kuna madini hapo panaitwa Ulata Wangati wanapajiwa Ulata, pana madini pale, lazima tutengeneze watu wakachimbe. Ndugu zangu, kuna madini yako Igomaa kule Mfindi ya dhahabu. Kuna madini yapo Kilolo, kuna madini Kilolo pale mlima Kitonga tayari watu wa madini. Hizi takwimu nazo hapa ni za kitaalamu na zimefanyiwa sawasawa, jamani, ni za kiutafiti. Nasema hivi kuna maeneo mengi ukienda, ukienda image Kilolo yapo madini. Ukienda pale Mtera kuna madini yanaitwa kopa na kwazi yako pale, tutawafundisha namna ya kuyachimba. Ukienda Mafinga kuna madini haya, mnaona huu udongo wa kutengenezea hizi tiles za kujengea zinapatikana hapo Mafinga. Kwa nini tusitengeneze watu wetu kwenda kuchimba? Kwa nini tunaacha wageni watoke Ulaya, watoke nje ya nchi hii waje wachimbe Iringa? Sitaki Iringa iwe kama mikoa mingine ambayo imevamiwa na wageni, wakati wana Iringa tupo na tunaweza kuyachimba madini hayo. Wangapi wananiunga mkono kwamba wako tayari watoto wao wawe mamilionea kupitia ardhi na ulisi huu, Mwenyezi Mungu ambayo tu, ametubariki sisiemu hey! ye baada ya kusema hayo, meseji yangu nafikiri ni stendi. Asanteni sana. Sasa ninaomba niombe kura kwa ajili ya Dr. Samia Suluhu Hassan tena, naombeni kura za Dr. Samia Suluhu Hassan. Wangapi watampa Dr. Samia? CCM oye naombeni kula pia kwa ajili yangu, lakini naomba kula kwa ajili ya madiwani wote akiwemo Hosea Kabelege. Naombeni mje hapa madiwani, waheshimiwa madiwani wote mje hapa, si ndio tunaunga, si ndio tunaunga almashauri baraza la madiwani la halmashauri ya manispaa ya Iringa. Maendeleo makubwa tutakayoleta kati ya sasa mpaka mwaka elfu mbili thelathini ndio sisi tunaomba mtupe kura zenu. CCM oye! Naomba mnyoshe mkono juu, madiwani kuomba kura. CCM oye! Oktoba 29, tusikosee. Unachukua, unaweka, wow. Sante sana. CCM oye!